Wanawake we, jamani, bado sijaona wanawake, wanawake, wanawake. E, hapo imeridhisha kina mama safi wanawake. Tupige kelele kwa mama yetu, lakini mi ni mwimbaji, jamani, emtu changamke kidogo mama mama huyo mama. Mama, mama huyo mama mama huyo mama Samia wetu. E, mitano tena. E, piga kelele. Asalamu As alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Mwana mwanakondoo ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tuna salamu yetu, tunasema Tanzania yetu, mnaitikia amani kwanza. Tanzania yetu amani kwanza, amani kwanza. Amani kwanza. Tanzania yetu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa siku hii njema ya leo, siku ya kongamano la wanawake na uongozi kwa kupata kibali kusimama mahali hapa na kutoa mada kwa ajili ya wanawake toka sehemu mbalimbali. Nimeona kuna vikundi vingi vimetajwa mpo hapa, lakini nishukuru meza kuu ikiongozwa na mama aliyeandaa wa kongamano la hatma wanawake, mama Paulina. Piga kelele kwa mama Paulina. Nimshukuru pia na mgeni rasmi ambaye tunamsubiri atakuja muda wowote kama alivyosema mwandaaji wetu, lakini ni washukuru na waheshimiwa wote mlio kuwepo mahali hapa. Siwezi kumtaja mtu mmoja mmoja, lakini kila mtu anajijua ye ni mheshimiwa kipekee. Ni washukuru waandaaji wa kongamano hili wa hatima ya mwanamke kwa kuniona ni nafaa kunipa heshima hii kubwa kuja kutoa mada siku hii ya leo. Kwa kuwa leo hii ni siku ambayo kwangu ina furaha kuwepo mahali hapa lakini pia ina huzuni kwa kuwa leo ndiyo siku ya kumbukumbu kumbu ya mama angu alipofariki. Kwa heshima kubwa naomba tutulie dakika mbili tumuombee mamaangu. Amina. Niliyesimama mbele yenu hapa naitwa Happy Zefania Masawe, naibu mkurugenzi wa wanawake Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Naomba niwaelezee kwa ufupi tu kidogo kuhusu jumuiya hii ya maridhiano na amani. Hii jumuiya ilianzishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania chini ya wizara ya mambo ya ndani, kwa lengo la kuwafikia watu sehemu zote. Jumuiya hii ipo na watu viongozi wa dini zote, yani waislamu wa Shia, sijui wa, wa, yani dini zote unazozijua zipo, lakini pia kuna watu wa mila na desturi wapo. Kuna watu wasio na dini nao wapo kuna watu ambao yani, sijui nisemeje, wote wapo. Kwa hiyo ndio mchanganyiko huu, na tuko kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mkoa na taifa. Tulikuwa na mama Kitima, ni afisa wa hii jumuiya kwa wanawake ngazi ya taifa, nafikiria ametoka kidogo, lakini namuona na pia na dada Julita pale, tupungie mkono yeye yupo hapa katika wilaya na wengine wengi, yuko pale na wengine. Leo tuna mkutano, wameshindwa kuja. Kwa hiyo ni wachache nilio wachukua huko, tumekuja kujumuika nani. Basi niende moja kwa moja kwenye mada yetu, wanawake na uongozi. Kwanza nataka mfahamu mwanamke ni nani eh? Unapoambiwa mwanamke, mwanamke ni nani? Tukisoma kwenye Biblia Takatifu kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba unasema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, alimuumba mwanaume na mwanamke. Lakini Mwanzo kitabu sura ya pili mstari wa kumi na nane unasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Huyo msaidizi sasa wa kufanana na yule mwanaume. Lakini mwanzo, mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini na moja ukasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja akamfunika nyama mahali pale na ule ubavu aliyoutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke. sijui mmeona hapo eh? mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu, ndiyo anayeitwa mwanamke kwa maana am, ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo sisi wanawake ni nusu ya mwanaume, kwa kuwafikiria mfupa, alitolewa ule ubavu, nusu ya mwanaume. Kwa hiyo tuna akili kama za mwanaume tuna vitu kama vya mwanaume lakini kuna kisehemu tu kidogo hapo, ndio Mungu katutofautisha kati ya sisi na wanaume. Nasema hivyo, kuna wanawake wanajirudisha nyuma, wanasema ah, mimi bwana ni mwanamke, siwezi kuwa kama mwanaume. Hapana, wewe ni nusu ya mwanaume. Lakini naomba niwaambie kitu kimoja, wote tunafahamu kana kwamba unapotengeneza kitu cha kwanza, ukija kukirudia kile cha pili, kile cha pili kinakuwa na ubora zaidi, si ndivyo? Kwa kuwa kile cha kwanza kilivyotengenezwa, inawezekana kuna vitu ulisahau, ulifanya kitu fulani ukaacha, lakini kile cha pili umekuja umekiboresha. Sasa sisi wanawake ni tumeboreshwa vizuri na Mwenyezi Mungu, na mkitaka kujua hilo angalieni wanawake wana akili nyingi kuliko wanaume, yaani wanawake wana vitu vingi kuliko wanaume, wanawake wana mambo mengi kuliko wanaume. Hata ukimleta hapa mwanaume ukimsimamisha hapa na mwanamke, wote hawana hela, lakini mwanamke atazunguka huku akitoka huku, atakuja na hela. Piga kelele kwa wanawake! Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu katuweka vitu, kwa hiyo hata vitabu vinamuonyeshea huyu mwanamke jinsi gani alivyokuwa, vitabu vyote viwili vya Bibilia na vya Kurani. Sasa sisi wanawake ni kitu adimu sana, tumepewa hapo. Yani tumshukuru Mungu sana kwa kuwa sisi ni special. Tunaona umuhimu ambao Mungu mwenyewe aliuona ni vema amuumbe mwanamke, kwa kuwa hata kwenye uumbaji kitu kikubwa kwa mara ya pili kinakuwa chenye ubora zaidi na cha kuvutia zaidi ya kile cha kwanza. Hata tukiangalia magari saizi, ile Volkswagen ya kipindi kile, jamani, si tofauti na ya sasa hivi? Eh, na ndo tulivyoumbwa sisi, alivyoumbwa mwanaume lakini akaja kuumbwa mwanamke. Kuna vitu sisi tunavyo, kwa hiyo tunatakiwa tujiamini sana. Kwa hiyo wanawake, tumepewa vitu vya ziada toka kwa Mungu. Ndiyo maana akili ya mwanamke ipo tofauti na ya mwanaume, na hilo sidhani kama mnabisha, halina ubishi hilo, eh, hata wanasayansi wamesema hayo, lakini Mungu pia alisema hayo wazi wazi kwenye ile Qur'ani tu tukufu. Waislamu mpo au wamsomi Qur'ani nyingi? Eh, Qur'ani tukufu sura ile ya thelathini aya ya ishirini na moja inasema hivi: enyi wanaume, nimekuumbieni wanawake ili mpate utulivu wa mwili, akili na roho, na nikajalia upendo na rehema za Mungu kwao. Umeona Mungu anasemaje hapo na wanaume? Anafahamu sisi ni chombo adhimu muhimu, katuumba wanaume wenyewe, watafanya haya kwao, lakini wakifika kwa mwanamke breki Mikono iko juu, jamani. <laughs> Nasema uongo <tutu> eh? <tutu> eh. Yani, apige kelele zake, akifika lazima aheshimu mwanamke, na anajua hata akikaa kimya akinyamaza, sijui kakununia siku ngapi, atasema mwenyewe, utasikia njoo kwanza huku mama, tuyamalize eh? Uongo, uongo jamani, nasema uongo uongo, eh? Kwa hiyo mnaona, hili ndiyo kusudi la Mwenyezi Mungu, hata vitabu vyetu vya dini vimetuambia haya. Ndio maana ukitaka dunia iwe na amani, niwaambieni basi, mkitaka dunia iwe na amani, anza kusema na mwanamke. Wanawake mpo oh, eh. Maana sisi wanawake tuna uwezo wa pekee wa kuwatuliza wanaume na kuwa kuwapenda wewe eh, eh. Wenyewe mnajua she eh? Anajua yuko pale, anajua <laughs> Haya, Mungu alishaona kutakuwa na machafuko kutakuwa na madhuruba eh, yatakayomkuta huyu mwanaume mwana, lakini sisi wanawake tumepewa uwezo wa kipekee wa kukabiliana na hayo kwa kuleta utulivu, amani, upendo katika jamii ya zetu. Jamani, sisi ndiyo chanzo cha amani, sio tu hapa Tanzania na dunia nzima. Sijui mmeelewa. Kwa hiyo nafasi kubwa ya mwanamke ni kuleta hali ya utulivu. Nyinyi wenyewe mnafahamu, siku hiyo magomvi yakiwa kwenye nyumba eh? Amani hakuna, anayeyarudisha ni nani kama sio wewe mwanamke, mwanamke eh? Eh, au amjiamini, ninyi ndio mnayarudisha mambo, yanakuwa nomo, maisha yanaendelea. Piga kelele kwa mwanamke. Haya, turudi kwenye mada yetu sasa, mwanamke na uongozi. Naomba niwakumbushe kuwa mwanamke tangu enzi na enzi alikuwa kiongozi. Hilo naomba niwakumbushe, mwanamke tangu enzi na enzi alikuwa ni kiongozi. Tukianza kusoma vile vitabu vyetu vya dini zote tunaona mwanamke, wanawake ni viongozi kwenye Biblia, wapo wametajwa kabisa, kama Bikira Maria, eh, kina Esta, watu wapo kule wengi. Mfano mama huyu Bikira, yani huyu ni kiongozi. Kitendo kile cha kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kipindi kile, jamani, mwanamke ukiwa na mimba sheria za kipindi hicho unapigwa mawe hadi kufa. Sasa fikiria kwa imani tu ile, yeye akakubali kuchukua mimba kwa Roho, kwani hakuogopa kufa yeye. Lakini kwa kuwa ni kiongozi, aliandaliwa kwa ajili ya kuja kuwakomboa watu kupitia hicho kiumbe alicho nacho. Haya, Alisimama kwa ujasiri mkubwa kupewa habari za malaika, tukaona lakini ndivyo hivyo, kiongozi na wapo wengine, wapo wapo kina Esta ambao walikomboa wa taifa kwa kipindi hicho, kina Rahabu, wote hao tunamwona, na mwanamke Tamari eh, kina Sara, Besasheba, mwanamke Msamaria ukiwasoma hawa wote kwenye Biblia utafahamu hawa wanawake ni viongozi. Kwenye zile hadithi za mtume, nataka niwakumbushe huko Waislamu, kwenye zile hadithi za mtume tunamkuta Bi Haulati. wangapi wanamjua Bi Haulati kwenye hadithi za mtume? Bi Haulati kwenye hadithi za mtume? <laughs> Bi Haulati kwenye hadithi za mtume katika dola ile ya Kiislamu bibi huyu aliweza kuleta kuhusu mahali, tunasikilizana hapo? Kuhusu mahali, yani posa kwa mwanamke, na hadi leo hii ndiyo maana swala la mahali ni makubaliano ya muoaji na muolewa. Hii yote ni matunda ya huyu bibi Haulati jamani. Hadi leo sisi wanawake tunaolewa kwa mahali ambazo mnakubaliana kuwa bwana eh, kwetu wamesema ng'ombe mbili, haya mwingine kuku watatu, ndio hivyo. Lakini haya aliyaleta kiongozi bibi nani Haulati, kwenye zile hadithi za Mtume mkienda kuzisoma vizuri. Tukiangalia sasa wanawake viongozi wa enzi hizo zetu kwa kipindi hiki sasa, maana hao nimewataja wa kipindi kile. Kwa kipindi hiki, jamani, tulicho nacho sisi wanawake sasa hivi. Eh, tunaye rais wetu, rais wa nchi Dokta Samia Suluhu Hassan, angalia mama huyu jinsi alivyokuwa na nguvu kubwa, anavyokubalika. Kwanza ni kiongozi ambaye shupavu, amiri jeshi jeshi mkuu na yule mama hayumbishwi, sijui kama mnaelewa, ni kiongozi yule mama. Sasa tunao mawaziri eh, kina Dokta Ngwajima, Njela Kairuki, Jenista Mwagama, Mama ana Makinda, kina Bibi Titi eh. na wengine wengi hata hapa tunao viongozi, si tunao jamani hapa viongozi eh, viongozi mpo eh. Nikiuma hata mimi mwenyewe ni kiongozi eh? Tupo viongozi hata katika hali ya familia. Ukiwa kama mama, wewe ni kiongozi wa familia yako. Sijui kama tumeelewana asubuhi, kile kitendo cha kuamka, mtoto anaenda shule, baba anavaa hivi, kesho anafanya vile, wewe ni kiongozi wa familia yako. Mwanamke na uongozi. Kwa hiyo wanawake na uongozi, tunaweza hadi tunaweza tena. Na mwaka huu, wanawake wote, jamani, tujitokeze kwenda kugombea nafasi mbalimbali. Tunaye jemadari wetu Mama Samia Suluhu, tuna shida gani eh, ambaye atachukua eh, nafasi ya uraisi. Ndio maana tunasema mitano tena kwa mama Samia, tunafahamu atachukua nafasi ya urais na atapita kwa kishindo. Piga kelele kwa mama Samia. Kwa hiyo, na mimi niwaombe wanawake wengine msisite kuchukua fomu kwenye nafasi nyingine mbalimbali mbali, maana wanawake sisi tunaweza, na mwanamke ndiye anayeleta amani kuanzia ngazi ya familia, taifa, hadi dunia kwa ujumla wake. Tukumbuke, hata vitabu vya dini vimetujua kuwa mwanamke ni jeshi kubwa. Kwenye Qur'ani tukufu, sura ile ya 4 aya ya 124, inaitwa ile surati Nisaa eh? Yeyote atakayefanya jambo jema awe mwanaume au mwanamke, malipo yao ni sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtalipwa bila kudhulumiwa chochote. Vitabu vinaelewa, watu wa dini wanaelewa, tangu enzi hizo mwanamke tumepewa mamlaka na uweza. Hivyo tusipoteze muda, simama mwanamke, kwenye nafasi yako uongoze jamii yako. Mimi niwashukuru kwa leo na washukuru sana kwa kunisikiliza. Na Mungu awabariki Tanzania yetu. Amani kwanza. Karibuni sana jamii ya maridhiano na amani.